Spitali ila mkifika, unaambiwa mbona gloves hamna, si ndio? Nakawembe si ndio? na kanini kengine na kabeseni, na kanini na carpet ile jeusi si ndio? na mipila. Sasa nyinyi akinamama, niwape ahadi ya ukweli na dawa, nendeni mkanichague mimi hizo huduma za kwenda na makapeti tunataka tuzifute zisiwepo hospitalini kabisa. Nyinyi mtakwenda yani, mimi unaibeba unaibebea tena na kapeti, mtakwenda bila carpet, mnakwenda kujifungua. Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kuboresha huduma zenu zote, hamna haja ya kwenda na gloves, si naa na gloves ngapi? zinane nane. kumi ni nane bana, sio kumi sasa hizo kumi zako sasa hivi kama ha, hauko mjamzito leo ziweke, kwa sababu utafika tarehe ishirini na tisa haujazaa, maana mwezi mmoja hauwezi kuzaa kama hauna, hauna mimba.